Bandari yetu ya Tanga kwa mwaka huu wa fedha tumekuwa na mafanikio makubwa especially katika robo hii ya kwanza ya mwaka ambapo kwa kipindi cha miezi mitatu kwa maana ya kuanzia mwezi Julai, August na Septemba tumeweza kupata mapato takriban bilioni 31, kiwango ambacho hakijawahi kutokea tangu bandari hii ianze kufanya operesheni zake. Kwa hiyo hili pamoja na upande wa shehena pia tumeweza kutumia takribani tani laki tano na mia elfu nane ambazo ukilinganisha na mwaka jana tuliweza kipindi kama hiki cha robo kwanza ya mwaka tuliweza kudumia tani laki tatu ko kumekuwa na ongezeko kubwa upande wa shehena kwa maana ya karibia asilimia hamsini na vile vile kwenye mapato tumeweza kuweza kupata mapato ya ya bilioni 31. Kwa hiyo katika kuadhimisha siku hii muhimu ya huduma kwa wateja, tunapenda kuwashukuru sana wateja wa, wa wetu wa bandari ya Tanga kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa sapoti kubwa mnayotupa pamoja na kutumia bandari yetu. Napenda kuwasihi tuendelee kutumia bandari ya Tanga kwa sababu tumejipanga vizuri katika kuhakikisha tunatoa huduma bora kwa wateja wetu wote ambao wana, wana, wanatumia bandari ya Tanga na wenyewe ni mashahidi, mmeweza kuona sasa hivi kwa, kwa idadi kubwa ya meli zinazokuja Tanga, mizigo imekuwa ni mingi, na hata mkipita katika barabara hii ya kuelekea Dar es Salaam, unaweza kuona idadi kubwa ya malori ambayo yanakuja kuchukua mizigo bandarini. Kwa hiyo hii yote ni pamoja na sisi, lakini bila nyinyi tusingeweza kuyafanya haya. Kwa hiyo tunawashukuru sana, na tunaendelea kuahidi kwamba tutatoa ushirikiano kuhakikisha haya tunayofanya tutafanya mazuri zaidi ya haya, na tunategemea pia makubwa kutoka kwenu katika kutumia bandari ya Tanga. Mtumiaji wa bandari ya Tanga kwa zaidi ya miaka kumi na tano sasa, naweza nikasema katika wiki hii ya uh, huduma kwa wateja huduma uh, tunazopata kutoka bandari ya Tanga ni huduma zenye tija, ni huduma stahiki. Kuna uh, maboresho makubwa sana yamefanyika mpaka sasa. Kwa hiyo naweza nikasema yametuwezesha au kutusukuma kuweza kuendelea kutumia bandari hii pamoja na kushawishi wateja wetu waweze kuongezeka kwa wingi kutumia bandari ya Tanga hasa hasa soko la Uh, ukanda wa kaskazini. Sisi tunategemea zaidi wateja ambao wanaleta shehena kutoka nje ya nchi pamoja na kusafirisha kwa mkoa wa Tanga, mkoa wa Kilimanjaro pamoja na mkoa wa Arusha, ndio soko letu kubwa ambalo tunalitegemea na kumekuwa na tija kwa kweli uh, wateja wengi kuvutiwa na kuja kwa sasa hivi ambako tuna vifaa vingi vimeboreshwa, muda wa upakuaji wa shehena pia umekuwa ni rafiki sana, kwa maana ya kwamba tunaita operation productivity ambayo hapo mwanzo ilikuwa inachukua mpaka siku tatu, sasa hivi inachukua ni tunaita shift moja tu ambayo ni masaa nane. Kwa hiyo naweza nikasema tija ni kubwa mno na huduma tunayopata ni bora. Tuendelee kuwashika bandari, tushikane pamoja, kwa sababu wao wako tayari kutuhudumia na kila kitu wameboresha kuanzia huduma za ki... Uh, tumetoka kwenye analog tunatumia digital applications kwa ajili ya kuaccess huduma ambazo wanatoa hapa, malipo uh, ku trace ile mizigo, kuingiza na kutoa vyote vimekuwa digitalized. Kwa hiyo yani, uh, tunasema ni kuna tija kubwa sana. Kwa hiyo tunawakaribisha wateja, najua kwenye kutoa au kuingiza mizigo kikubwa kinachoangaliwa ni muda. Muda ni pesa, muda ni mali, na muda tayari bandari ya Tanga imeusave. Wakati tunasherehekea wiki ya huduma kwa mteja, sisi kama sea front, kama wateja wakubwa wa bandari ya Tanga tuna furaha kubwa kuwashukuru kwanza wafanyakazi wa bandari ya Tanga kuanzia levo ya Mheshimiwa mkurugenzi mkuu Plasduce Mikeli Mbosa pamoja na meneja wa bandari ya Tanga pamoja na ugeni wake, lakini ameonyesha mwanga wa namna gani anaweza kudili na wateja kuwapa huduma iliyokuwa bora, business support kwa huduma yao kubwa, ambayo wamekuwa mstari wa mbele kutusikiliza sisi kama sea front shipping pale ambapo tunahitaji huduma bora, tunapo tamani paboreshwe, tunapotamani paongezwe, tunapo tamani, tamani kusikilizwa, wamekuwa wakitusikiliza sisi kampuni yetu kwa kifupi uh, na bandari ya Tanga uh, tunashukuru kwamba tuna ushirikiano mzuri. Zile tabu ambazo mwanzo tulikuwa tunazipata, sasa hivi niseme kwa asilimia 98, na zimekwisha kutatuliwa. Hapa katikati tulikuwa na tatizo la mifumo, lakini tunashukuru wenzetu wamelipa kipaumbele hilo na sasa hivi mifumo imekaa vizuri. Kwa hiyo sasa hivi ukiroji do, uh, dokumenti zako basi, kama umeroji asubuhi mpaka jioni unaweza kukuta uh, vitu vimesha reflect na kazi zinaendelea. Kwa hiyo uh, sisi Starock tuseme kwamba tunawashukuru bandari na vile vile uh, mimi nipende kushukuru na management ya ya bandari kwa sababu kwa nature ya kazi yangu kama nisi nisipopata ushirikiano kutoka kwenye hii management kazi zangu mimi hakuna ambayo inaweza ikafanikiwa. Kwa hiyo niwashukuru kwamba wananisupoti vizuri, na hii biashara kama mnavyojua ya mafuta ni very sensitive. Kwa hiyo, kwa kupata ushirikiano wao, basi na sisi tunaifanya vizuri.